Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam limeanza rasmi leo tarehe 17 Machi 2025 na litakamilika tarehe 23 Machi 2025. Kwa maana zoezi hili litakuwa na siku saba. Ndugu waandishi wa habari, wa katika zoezi hili kwa ujumla, yafuatayo yataambatana nalo namba moja ni kujiandikisha ama kuandikisha wapiga kura waliotimiza umri wa miaka kumi na nane au zaidi au watakaotimiza umri huo tarehe ya uchaguzi. Kwa kwa wale wote ambao wana miaka kumi na nane na wale ambao wanakusudia au kutegemea kutimiza miaka kumi na nane tarehe ya uchaguzi, ni muda wao wa kujitokeza ili kuweza kujiandikisha. Lakini namba mbili kutoa kadi kwa wananchi ambao kadi zao zimepotea au zimeharibika. Mtakumbuka kwamba ili uweze kupiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unahitaji kuwa na kadi maalum, na kwa maandikio, wapo waliopoteza au wapo ambao kadi zao zimeharibika. Jitokezeni sasa ili kuweza kuzihuisha kadi zenu. Lakini jambo la tatu ni kuwawezesha wapiga kura waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine ili kuweza kuhamisha taarifa zao. Mtakumbuka kwamba wakati wa kujiandikisha katika uchaguzi uliopita 2020 inawezekana ulikuwa labda mkoa wa Iringa na sasa upo mkoa wa Mwanza, au ulikuwa mkoa wa Dar es Salaam na sasa upo mkoa wa Mbeya. Ni muda wa kujitokeza ili kuweza kupata fursa ya kuweza kuhamisha taarifa zako. Lakini jambo la nne, kuwawezesha wapiga kura wanaotaka kuboresha taarifa zao zingine pale ambapo wanadhani kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wote kwa ujumla, zoezi hili halihusishi hata kidogo kubadilisha kadi zilizokwisha tolewa na iliyokuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mwaka 2015 na mwaka 2020, na kwa mantiki hiyo kadi zile zilizotumika wakati huo zitabaki kuwa ni halali. Naomba wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wenye sifa kujitokeza kwa siku hizi saba ili kuweza kujiandikisha, kusahihisha taarifa zao, kuomba kuhamisha taarifa zao, lakini pamoja na mambo mengine yote ambayo yamewekwa bayana na tume huru ya uchaguzi. Sambamba na hili kuna taarifa zingine zinazotembea mitandaoni zikipotosha umma kutojitokeza kujiandikisha au kuboresha taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura kwa hulka za kisiasa au vinginevyo. Naomba nitoe tena rai kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba ni muhimu ukawa na kadi hii ili uweze kupiga kura nyakati zitakapofika, na ikibidi kuto kulalamika tena kuto kuilalamikia serikali au kuto kumlalamikia mtu yoyote. Kwa mwananchi yoyote mwenye miaka kumi na nane na zaidi ambaye ana sifa ya kuweza kuchagua au kuchaguliwa, basi ni muda mwafaka wa kuweza kutii masharti haya yote ambayo yametolewa na Tume Huru ya Uchaguzi ili waweze kuwa na sifa hizo zote mimi kama mkuu wa mkoa ninayoshauku kuona kila Mtanzania, kila mwana Dar es Salaam anakuwa ni mpiga kura kwa sifa zilizokwisha tolewa, lakini nayo hamu pia kuona anakuwa mgombea au vinginevyo ili mkoa wetu uweze kuitikia kwenye kote sahihi ya demokrasia. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya yote, nawatakieni kila la heri. Endeleeni kuwahabarisha Watanzania kuhusu fursa hii ambayo inatolewa na serikali, lakini hasa hasa na Tume Huru ya Uchaguzi inayompa nafasi mtanzania na hasa mwana Dar es Salaam kuweza kuchagua na au hata kuchaguliwa kwa mujibu wa sifa zilizowekwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Habari, karibu Mwitandao Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandao Shopping Center Limited. tupo Tarime mjini mkabara na sheria zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali mbali. kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 Meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.